Bwana Yesu asifiwe sana marafiki zangu wapendwa, watumishi wa Bwana, majazusi wa Yesu, makuani wa rabii, watu wa tabaka mbalimbali, walimu wa Injili, ningependa kuwasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe, hujambuni nyote mlipo. Tunazidi kupambana, tunazidi kupigana vita vya kuvuka kwenye mwaka wa 2026 tunang'ang'ana sana Vita vimekuwa ni vikali. Kuna wale ambao wanasema ya kwamba watavuka na mioyo za watu. Kuna yule ambaye anasema ya kwamba atavuka na uhai wa mtu. Kuna yule amepanga ya kwamba anavuka na mali za mtu. Kuna yule amesema ya kwamba anavuka na mke wa mtu. Kuna yule atakayesema ya kwamba anavuka na mume wa mtu. Kuna mtu atavuka na mtoto wa mtu. Kuna mtu anavuka na baraka za mtu. Kwa hivyo ng'ang'ana sana, Uwe hodari, uwe macho, ukitambua kwamba ibilisi yupo kwa ajili ya kukunyakua baraka zako. Kunazo baraka ambazo Mungu amekupangia hapo kesho, kunazo baraka ambazo Mungu amekupangia hapo mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita. Umeangaika sana kwa miaka mingi, umeteseka kwa siku nyingi, lakini Mungu anahitaji ubadilishe maisha yako. Ni wakati wa wewe kubadilika, ni wakati wa wewe kusonga mbele. Nahitaji ufahamu ya kwamba unapojiandaa kwa huu msimu wa Krismasi, Disemba 25, tambua ya kwamba watoto wako wanakuhitaji. Wanahitaji ada ya shule hapo itakapofika Januari, wanahitaji vitabu, wanahitaji kalamu, wanahitaji viatu, wanahitaji begi za shule, wanahitaji nauli ya kuwapeleka shuleni. Kwa hivyo unapoanza kusherekea, sherekea ukijua ya kwamba Januari imekungojea. Usije kuambia watu ya kwamba sikukuambia. Nimekukumbusha. Watu wengi huhifadhi hazina zao kuja kufunguliwa Desemba, badala ya kukumbuka kufungua hazina zao Januari, msimu ambao ndio mkumu kabisa, msimu wa kusherehekea, msimu wenye nguvu. Ni msimu wa Januari, kwa kuwa ni msimu wa majukumu yote, na ni msimu mrefu sana, ni msimu wa kiangazi. Kwa hiyo ni lazima uweze kujiandaa na nizidi kuwakumbusha kwamba ishirini na tano Disemba sio siku ya Yesu kuzaliwa. Hilo mkumbuke vizuri kabisa na muweze kulielewa kwa sababu hata kwenye Biblia haijaidhinishwa popote, kwa ni lazima ukubali ya kwamba lile lililoidhinishwa kwenye maandiko matakatifu hilo ndilo utakaloweza kulifuata, lakini lile ambalo halijaidhinishwa kwenye maandiko matakatifu hupaswi kulifuata. Kwa hivyo siku ya Krismasi ni siku ya watoto ni siku ya kufurahisha watoto, ni siku ya kupendeza watoto, ni siku ya kupeleka watoto kwenye show, ni siku ya kuonyesha watoto ya kwamba kuna ukumbusho wa kuendelea kuishi tena, kuna ukumbusho wa kuvuka mwaka, kuna ukumbusho wa kwenda shuleni, kuna ukumbusho wa kuendelea kukua, kuna ukumbusho wa kuvuka mwaka baada ya mwaka mwingine. Kwa hivyo hilo unapaswa kulifahamu kabisa. Basi unapaswa kuelewa katika yale maandiko matakatifu kwenye vitabu zetu za kumbukumbu, siyo Biblia, lakini kuna historia inayosimulia wakati Yesu haliweza kupatikana duniani, wakati Yesu haliweza kuzaliwa. Tunaweza kuyapata hayo kwenye Biblia takatifu kwenye injili ya Luka, kwenye injili ya Mathayo. Hayo yote yameweza kuidhinishwa, wakati Yesu anakwenda kuzaliwa. Hapo tunakuja kuangalia kwamba wachungaji walikuwa wanachunga kondoo zao na ilikuwa ni wakati wa joto, maanake wachungaji hawangeweza kukaa nje wakati wa baridi. Kwa hivyo unaangalia Disemba ni msimu gani? Tena unakuja kuangalia kwamba ulikuwa ni msimu wa joto. Joto huonekana mara mingi wakati gani? Mara mingi joto linaweza kuonekana msimu wa Januari kuendelea mwezi wa pili mwezi wa tatu mwezi wa nne. Kwa hivyo katikati ya mwezi wa pili mwezi wa tatu mwezi wa nne hizo miezi mitatu mwezi mmoja Yesu alipatikania kwa mwezi mmoja. Kwa hivyo lazima utambue kwamba ishirini na tano Desemba ilikuwa ni kuadhimisha siku ya kusherekea ya kuzaliwa kwa mfalme Kondadino. Wakati alikuwa anatoa siku yake ya kusherekea, siku yake ya kukumbukwa, hiyo ndio siku Wakristo waliamua kuidhinisha siku ya ishirini na tano. Kwa hivyo ilikuwa ikifika siku ya 25 Desemba, huyu mfalme ilikuwa ni siku yake ya kukumbukwa kuzaliwa kwake, na hiyo ndio iliyokuwa siku ya Wakristo waliweka kwa ajili ya kukumbuka siku ya Kristo kuzaliwa duniani. Lakini hiyo ni siku iliwekwa, nataka nikukumbusha kwamba ni siku iliwekwa, sio kwamba ni siku ambayo iliweza kukua rili. Hapana, ni siku ilibandikwa, na baada yake watu wakasahau kukumbuka siku ya mfalme kuzaliwa na wakakumbuka sasa siku ya Yesu. Kwa hiyo ni lazima ukae ukijua ya kwamba unapoikumbuka siku ya Yesu kuzaliwa, tambua sio siku sahihi. Hapo tunakuja kuhakikishia Wakristo ni kwamba mambo mapya yanastahili kuzalika ndani yako, unapokumbuka wakati mmoja Yesu alizaliwa duniani, wakati mmoja Yesu alibebwa dumboni kama wewe kwa miezi mitisa, tambua ya kwamba ipo siku moja maisha yako yatazalika upya, ipo siku moja mambo yako yatazalika upya, ipo siku moja kazi yako itazalika upya. Kwa hiyo mwaka tunaoingia ndani, nataka uwe mwaka wa mafanikio kwako. Nataka upate ndoa mpya izalike kwako, nataka mtoto mpya azaliwe kwako. Mtoto uliyemtafuta kwa siku nyingi anakwenda kuzaliwa kwenye huu mwaka unaoingia. Hakikisha ya kwamba maisha mazuri yamezalika kwako, tabia nzuri zimezalika ndani yako. Kuwa mwenye kukubali kubeba mimba ya miezi mitisa, kuwa mwenye kukubali wa kubeba matatizo kwa miezi mitisa. Sasa imefika ni wakati wa kuzaa. Wakati wa kuzaa ni lazima ukumbuke kwamba wakati wa kuzaa unapofika ni wakati wa kuumwa, ni wakati wa utungu. Kwa hiyo ni lazima ukubali ya kwamba kuutoa ule uovu ulio ndani yako lazima usikie uchungu. Kuacha chuki, lazima usikie uchungu. Kusikia uchungu, utasikia uchungu kwa namna gani? Lazima utaambiwa makosa yako kwamba wewe una chuki, utasikia uchungu, lakini chuki utaiondoa kutoa e, mambo ya utapeli yaliyo ndani yako yanayokufanya siku zote watu hawawezi kukuamini. Lazima utaambiwa wewe ni tapeli ili uache utapeli, lakini kwa uchungu. Hiyo ni kuhakikisha kwamba unazaa wema kwa uchungu. Mtoto hazaliwi kwa raha, anazaliwa kwa machozi, anazaliwa kwa uzuni, anazaliwa kwa kulia, lakini baada yake inakuwa ni furaha na kushangilia. Kwa hivyo, tambua ya kwamba unapoyazaa mema, unapozaa baraka, lazima utateseka, lazima utahangaika, lazima utapitia changamoto. Kwa hivyo, kumbuka watoto shuleni mwaka ujao wasibaki kwa mlango. Kumbuka mwaka ujao kazi mpya inazalika ndani yako, lazima uende kazini, hautaishi tena kuhangaika au utaishi kuteseka. Biashara unazozihitaji unaenda kuzipata. Mke mwema unaenda kumpata, mke mwema anaenda kuzalika ndani yako. Na wacha nikwambie, unaweza kuwa labda una ndoa, una mke, lakini huyu mke amekuwa kizungumkutu kila siku, huyu mume amekuwa kizungumkutu kila siku, anasumbua. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kile kilicho ndani yake. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba ili huyu mume wako azalike kuwa mume mpya, ni lazima ujue jinsi utakavyozidi kumtafuta Yehova ili mume wako azalike kukuwa kiumbe safi, mume wako azalike kuwa kiumbe safi, mke wako vilevile, watoto wako vilevile, lazima hayo yote yaweze kutimilika. Kwa hivyo, anza kujiandaa kabla itakapofikia mnamo eh, thelathini na moja Disemba, wakati unakwenda kuvuka mwaka uwe umejiandaa vilivyo, uingie kanisani kwa kumaanisha, ukeshe kwa kumaanisha, ukijua kwamba tabia zote za mwaka wa ishirini na tano unaziacha nyuma, unavuka kwenye tabia njema za mwaka wa ishirini na sita, na maisha yako yatabadilika. Ubarikiwe sana na uwe na amani mpendo wako, ila usimnyime mtu chakula, kwa sababu ishirini na tano ni mwaka wenye upendo, ni mwezi wenye watu kusherekea mtoto anapozaliwa, ni wakati wa furaha. Watu wengi huja kwa ajili ya kumwona mtoto. Kwa hivyo, sio vizuri wakati watu na kutembelea unawanyima chakula unawanyima malezi mazuri, unawaongelea vibaya. Hapana, tusikosane kwa sababu ya mavazi kwa nyumba, tusikosane kwa sababu ya viatu, tusikosane kwa sababu ya vitu vingine. Tunahitaji amani na upendo, cha muhimu wewe ni mzima. Mavazi yapo kwa ajili ya mwili, mwili upo kwa ajili ya mavazi, tumbo ipo kwa ajili ya chakula, chakula kwa ajili ya tumbo, lakini tambua kwamba Mungu yupo kwa ajili ya roho sasa mtimizie kwanza Mungu ya rohoni, na kila jambo litakuwa sawa. Ubarikiwe sana, shujaa wa Yehova, ubarikiwa siku zote. Niite Mchungaji Luka Sefania. Nakutakia mwaka mwema, nakutakia mwaka mpya wenye mafanikio na heri zitakazo kwa Baba.